Ni miezi kadhaa ambayo imeweza kupita kuhusiana na kundi ambalo lilikuwa ni tishio kutokea kule nchini Kongo, moja kati ya kundi ambalo iliweza kutishia amani kwa baadhi ya maisha ya watu ambalo liko nafahamika kwa jina la Kuruna. Moja kati ya watu ambao pia walikuwa wana hatarisha maisha yao, ilikuwa ni kundi hilo. Inasemekana kwamba ilikuwa ni kundi la watu ambao ni kama mia mbili hivi na kitu na zaidi, yani nikimaanisha hawa, na walikuwa wana umri kati ya miaka 18 mpaka 30 na kitu hivi, yani hawakuwa wakubwa sana wala hawakuwa watoto sana, walikuwa ni, ni vijana ambao pia wanafanya matukio ya kutisha, matukio ya kusikitisha. Inasemekana kwamba baadhi ya, vyombo vya habari kutokea kule Kongo, walikuwa wanafanya kwamba mfano hata wakikuta eh, mwanamke mjamzito wanamkamata, wana then wanamchana tumbo wanamzalisha kinguvu yani, wanamtoa mtoto kinguvu. Lakini pia walikuwa wanakamata hawa wazee wanawakata, wanawa vichwa, wengine wanawatoa baadhi yani, hivi, ya sehemu za siri hivi, walikuwa na matukio makubwa ambayo yanasikitisha sana. Lakini pia walikuwa wanakamata watoto wachanga eh, wanawakata miguu yani, walikuwa ni matukio makubwa sana ambayo walikuwa wanakuja kuyafanya, so ikafikia stage mpaka serikali ikaamua kuingilia kati na E, hule, amuru, hawa, na moja kati ya viongozi ambao walikuwa wanaongoza kule wakaamuru kwamba hawa wana wenyewe bwana kifungo chao e, ni kifungo cha maisha, na sio maisha tu, ni kifungo cha kuweza kuhukumiwa kunyongwa, lakini katika ile kundi kulikuwa kuna baadhi ya watu ambao pia walikuwa wanasemekana kwamba wao sio watu wa Kongo ni watu wa e, kutokea kule e, nchini Marekani ambapo e, kuna stori yao pia ambayo ilikuwa imetoka pia, so kuna stori nyingine ya Wamarekani pia watatu ambao walikuwa miongoni mwa e, mwa watu 37 waliohukumiwa kifo eh, kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo wameweza kubadilishiwa hukumu ya kifo na kuwa kifungo cha maisha jela. Sasa hii story inakuwa kama ina ina, ina, ina, ina ina story nyingi ndani yake eh, wale walikuwa mia mbili lakini pia hawa ni listi nyingine ambapo katika eh, watu hao miongoni mwa watu thelathini na saba ambao walikuwa wamehukumiwa kifungo kifungo cha, cha kifo au kuweza kunyongwa wameweza kubadilishiwa bwana. Sasa hawa watafungwa kifungo cha kawaida, lakini kitakuwa ni kifungo cha maisha ya jela, kwamba hawatauawa. Sasa msemaji wa rais Felix Tshisekedi amesema rais ametia saini amri za kubatilishwa hukumu za kifo za Wamarekani hao siku ya Jumanne. Watatu hao walikuwa na hatia e, ya kuongoza mashambulizi katika ikulu ya rais ya nyuma ya mshirika wa rais Felix Tshisekedi mwezi Mei mwaka jana, nikimaanisha mwezi wa tano mwaka jana. So hukumu imekuwa eh, kwa namna hiyo, wameweza kubadilishiwa hukumu, so watafungwa kifungo cha kawaida ambacho ni kifungo cha jela cha maisha. Lakini lakini kifungo cha jela cha maisha pia na chenye ni kifungo kibaya sana, kwa sababu wewe huwezi kutoka. Ingekuwa ni Marekani tunaweza tukasema kwamba eh, wao kifungo chao kule ni ni, ni rahisi, unaweza kufanya harakati zako ukiwa jela, kama ulikuwa ni msanii, unaendelea kama ni kuimba, kama ni ku kufanya issue zako unafanya, lakini ukiwa chini ya uangalizi wa polisi. Lakini vifungo vya huko Afrika, bwana, ukifungwa ni umefungwa. Endelea kutufanya sisi kama Sawa Sawa Digital kuweza kupata updates zote ambazo zinakuwa zinatokea kwa muda wote ambao unastahili, lakini pia eh, wakati wote ambao unautaka, kwa sababu sisi ndio tuna habari ambazo tunakuletea moja kwa moja kiganjani mwako Ciao.